Tuanze na wewe Salim Naso, uh, nimeangalia makundi, uh, mwelekeo wa makundi inaonekana mmepangwa katika kundi la kifo mmelichukuliaje, uh, jambo hili? Je, e kusema ukweli sisi mara hii tumejiandaa vizuri, tume tunafanya mazoezi kila wiki. Alhamdulillah, tumefanikiwa na wachezaji pia wengine umeumia, lakini tume tumepata kuimprove na wachezaji wengine na, um, inshallah hatuwezi kusema tutachukua tu hivi hivi like, tuko vizuri yani, tuko vizuri sana, na tuko confident tutachukua tena inshallah. Kwa upande wako Ahmed, unaonaje mgawanyo huu kwamba mko kundi la kifo mara hii, na watu walio wengi wanadhani kwamba mmewekewa kitanzi shingoni tayari? Sisi tunaona kama sisi tuvyojiandaa na kujiamini timu yetu, tutaweza kupambana kwa kundi lolote tuliopewa na itakuwa vizuri kwa sababu kwa upande wa pili sote tunajuana, vijana wale tumekuwa nao na itakuwa ni kompetition nzuri sana. Mnawaambia nini washabiki wenu wa timu ya taifa ya Zanzibar duniani kote, hapo London yani Uingereza kwa ujumla, Ulaya kwa ujumla, kule Maskat Oman, Kanada na Marekani na hapa nyumbani Tanzania? Mnawaambiaje washabiki wenu? Je, mara hii mnao uwezo wa kulichua tena kombe hili kwa mara ya pili mfululizo? Unajiamini 100% utachukua, na tutaipresenti timu yetu ya Zanzibar kwa high quality na wachezaji wetu wataweza kucompete na kulichukua tena, ndio tunavyoamini sisi. Bwana Salim Nazo, ni kitu gani kinakupeni ujasiri ukilinganisha eh, makajana kikosi chenu kidogo ilikuwa ni ni cha kuharakisha harakisha. Ni mabadiliko gani mmefanya katika kikosi kiasi ya kwamba mnajiamini sana kuface timu kubwa kama Nigeria na na Tanzania bara ambazo mko katika kundi moja uh, kwa sababu tushaanza kucheza pamoja sana na vile tumepata wachezaji wengine pia ku improve team. Kwa hiyo ku mara hii tuko yani tuko confident, tuta, tuko tuma improve sana team, kwa hiyo nafikiri mara hii tutachukua tu insha allah, lakini najua timu zengine kama Tanzania pia wame wameiongeza wame timu yao, lakini sisi tunajiamini tunajiamini quality yetu na, na wachezaji wetu Uh, kulikuwa na mgogoro siku za nyuma kwamba timu yenu ilikuwa na ukata wa fedha amkuwa, um, mmepatiwa vifaa na fedha za ushiriki. Hali ikoje sasa, kikosi chenu kimeweza kupata msaada, mmeweza kupata jezi na mmeweza kupata huduma? Sasa hebu tueleze hali ikoje ili washabiki waweze washabik wawezi kufahamu. Naam, Ahmed, uh, kwa sasa hivi, mwanzo ulikuwa hatukuweza kupata sponsorship ya kutusaidia, lakini mpaka sasa hivi tulipofikia, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumepata wafadhili ambao wameweza kutusaidia. Tumeweka, tumeweza kupata hata kama sio kingi, lakini hicho hicho kidogo tulichopata tumeweza kuweka within a budget ambayo itatusaidia uh, timu yetu, yani tumefanya registration na vifaa viwili vitatu tumeweza kununua. Mechi yenu ya kwanza kesho ni saa ngapi na mnacheza na nani? <laughs> mechi yetu inshallah ya kwanza itakuwa saa nne asubuhi, na tunacheza na wenzetu Tanzania eh, inshallah ambaye tulicheza nao mwaka jana semifinal. Eh, lakini mara hii tume tumepishana kwenye group stage eh, kwa hiyo uzuri wake ni kwamba tukishacheza nao um, hatu hatuchezi tena mpaka fainali kama tukifika inshallah, uzuri wake eh, lakini ndo hivyo tunacheza na Tanzania inshallah kwanza na inshallah tutashinda, lakini ni wenzetu. Unasemaje juu ya hili <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Tanzania ndani ya Tanzania, Zanzibar ndani ya Tanzania na mnaanza kukipiga kwa pamoja kwa <fors> kesho. Mechi kesho, mechi itakuwa ni mechi kubwa sana. Kwanza pande zote mbili zinasubiri yani na hamu kubwa sana za ku ku compete na kuonesha kila mtu uwezo wake, kwa sababu sisi tulifanikiwa mwaka jana kuchukua, na wenzetu upande wa pili wanaamini wataweza kutufunga sisi na watachukua, lakini vile vile na sisi tunataka kuonesha kwamba bado sisi uwezo wetu upo juu zaidi, kuonesha timu yetu ya Zanzibar, sisi tuna uwezo mkubwa kuliko timu ya Tanzania. Kwa hiyo kesho sisi hatuna maneno mengi. Tuta, tutaonesha kwenye uwanja nini tunaweza kufanya. Jamani ja, ja, shukran sana ni washukuru sana kwa maelezo haya na kutakieni ni kila laheri katika mashindano haya hapo kesho kule katika viwanja vya Bobby Moore Complex, Parsloes, Dagenham. Asante sana, asante sana, asante wapenzi watazama. Hawa walikuwa ni viongozi wa timu ya taifa ya Zanzibar, mabingwa watetezi wa AFCON mpaka elfu mbili na ishirini na nne, wakianza kwa ndaro za aina yake za kutaka kutetea ubingwa wao kesho asubuhi majira ya saa nne za UK, saa sita mchana kwa saa za Afrika Mashariki, watakipiga na timu ya taifa ya Tanzania eh, kwa jina jingine labda tunaweza kusema Tanzania Bara, ambao kwamba nao wamepangwa katika kundi moja. Mechi hii itakuwa ni mechi ya kufa mtu, timu moja, nchi moja, muda mmoja, kesho watapambana. Nani atatoboa, ni Zanzibar au Tanzania Bara? Kesho tufuate sisi hapa Swahili Voice, kesho mchana tukuhabarishe mubashara tukiwa kama media partners wa kombe hili.